Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya, wana kasirika kweli, asema mzee yule, kwa nini asiende kupumzika basi? Wengine wanasema kafa. Mie mzima, afya yangu nzuri, sina, ninapougua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 Chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukisema haya wanakasirika kweli, wasema mzee yule, kwa nini asiende kupumzika? Basi wengine wanasema kafa. Mie mzima, afya yangu nzuri, sina ninapougua